Well hello my beautiful people, weekend iko lele lele hapa bwana, tuko na mastaa mbalimbali wakiwa zao Mwanza kwenye chuo kwa chuo. Hello everyone and welcome back to my channel. Kama ni mpya kwenye hii channel, please make sure una subscribe like and comment, and guys, without wasting any time, let's get into the video. Bwana, leo huko Mwanza, leo tuna show ya chuo kwa chuo na kuna wasanii mbalimbali, mnamwona hapo chino chino kid kuna kina Billnass, kuna Ommy Dimpoz, Luludiva, e, na mastaa wengine mbalimbali tutawaona sasa hivi muda huu tunavyoongea washafika zao Mwanza wakiwa kabisa kwenye mkaa wa kula wakisubiria show nzuri kabisa ya chuo kwa chuo. Billnass huyo hapo mnamwona, wakati nani yuko zake vacation huko Malaysia kama sikosei, na katoto kao kanaya. Yes baba, mtu yeye anaendelea kupiga kazi, anaendelea kutafuta pesa. Na kina Ommy Dimpoz and angalia mashabiki walivyokuwa excited kuwaona, wamepiga nao picha. Ommy Dimpoz ikazungukwa na wanafunzi. Ii bwana, ni chuo kwa chuo, hawa ni wanafunzi wa chuo wamewazunguka. Kwanza walikuwa wanawasubiri mpaka wafike, wamepiga nao picha, yaani safi kabisa. Well, hebu kwanza tuwaangalie walivyokuwa kwenye gari, walikuwa wanaongea nini, then nitaonyesheni ile vibe hapa la hawa mashabiki fans. Yes, walivyokuwa na take now pictures. tumelija baadaye anjezegele kwa makawazo kama tumeenda kucheza hapo, mimi na mwezi ya brother Omi, tu nataka nimuone msanii msanii wako pe

Da, yaani Chino anaongea ana story hatari, mnasikia hapo? Yaani anaongea hamalizi, anavyochekesha kina Ommy Dimpoz na Billnass. Well guys, baada ya kufika sasa, tuangazie tuangalie vibe la, la fans kwa kina Ommy Dimpoz ya na kina Chino hivyo, yaani mastaa mbalimbali walikuwa so excited, wanafunzi kuwaona masta wao wanaowapenda wakiwa wamena kuwatembelea na kufanya show Mwanza. Well guys, let's enjoy this video first. Jamani mmeliona hilo vibe? Yes, vibe la kufa mtu. Um, imagine muda ukifika itakuwaje? E, ya yeah, wasanii wetu wanapendwa sana well. Haya tu mwangalie ni Luludiva na yeye kidogo video yake akiwa yuko Mwanza. Yes, let's watch Luludiva. Ya yeah, the diva divani, sura yake ya nyimbo. <laughs> <laughs> <laughs> na neno limenikago yuko hapa, tulia bidazi. Yes, huyo ni Luludiva kwenye ubora wake, na mpaka sasa hivi sijaona bado staa kiki mwingine zaidi yake. Yeye nikiwapata basi, nitakuja kuwaleteni hapa. And jamani, you guys, ombea sana hivi. <laughs> Mlisikia eh, Luludiva uh, alivoibiana mwanaume yeye na Zeilisa, lakini Zeilisa ndiyo kaiba mwanaume wa Luludiva ni mkaka tu mwenye pesa zake mwenye biashara zake ya. Kwa hiyo sasa hivi wako na ugomvi hatari kama tunavyojua, ha bwana, walikuwa marafiki wakubwa za Elisa na Luludiva wako kwenye tamthilia moja Jua Kali, pia tumewaona wakiwa pamoja sehemu mbalimbali wanaenda, lakini ndiyo hivyo e, washaibiana tena wanaume ya wanasubiri kusuhulishwa. <laughs> Hey, kusuhulishwa yes. Haya, umbea umeishia hapa. Tuendele na show yes. Sasa leo bwana, tusubirie hii show. Leo tuna show mbili kama nilivyosema. Tuna show ya Zuchu ya Small Planets siza Uh, baadaye mida jioni kwa usiku, sio jioni, ni usiku, na tuna show ya chuo kwa chuo ambao wasanii tofauti tofauti kama mlivyoona hapo, kina Chino kina Billnass, Ommy Dimpoz and, nilimsahau bonge la dada, na yeye atakuwepo. Kwa leo bwana, leo ni Juma mosi, tukae mkaa wa kula kushuhudia hizi show zitakazofanyika siku ya leo ya mi naamini, watafanya vizuri sana watatuwakilisha vizuri sana. Cause hawa wote ni masta wakubwa ni wasanii wakubwa na wanajua nini wanachofanya, istoshe wana, wana fans wengi sana kwa hiyo wako on top kwa hiyo watafanya vizuri hawatatuangusha. Kama si mnaona yenyewe hapo, Ommy Dimpoz alivyoshuka tu basi, wehe, mashabiki kama wote wamemzunguka, kila mtu anataka kuteko picture naye. Kwa hiyo bwana, leo hmm, leo tukae tu mkaa wakula, tusubirie kitakavyowashwa huko Mwanza. Hii ni Mwanza jamani, sio Daa. Hii ni Mwanza, chuo kwa chuo, ila Zuchu ndio yuko da pale Sinza, Smaller Planet. Kwa hiyo kama uko da, basi nenda zako Sinza, kama uko mwanza nenda zako huko kwenye chuo kwa chuo ukashuhudie hizi show kali, wapendwa. Embu, drop your comment hapo chini kuhusiana na hizi show. Bwana, unaonaje? Unaona zitakuwaje na wasanii wetu upendwa hao, kama nilivyowataja hapo. Wasanii pendwa, wasanii wanajua nini wanafanya, na mashabiki kama wote, drop comment yako kuhusiana na hii video. Pia kama ulikuwa hujasubscribe kipenzi changu